Na namasisha vijana wenzangu, tarehe 29 tujitokeze kupiga kura, kwa kumchagua kiongozi unayemtaka kwa chama chochote unachokipende. Na watu ambao wanajipanga kwa ajili ya kuanzisha maandamano tarehe 29, waachane nayo, kwa sababu hasali za maandamano ni kwamba, huwa watu hufa, na wa kiuchumi, huwa nchi inaweza ikaporomoka kiuchumi kwa sababu ya maandamano na ni haki ya yako kuchagua kiongozi unayemtaka kwa ajili ya maendeleo ya nchi yako. Na athari za maandamano ni kwamba baadhi ya nchi ambazo kuna maandamano, kwa mfano Kongo, Sudani, huwa watu wameshinda kufanya kazi zao kwa ufasaha kwa sababu ya maandamano na vita ambazo zinaendelea. Tuko tunajipanga ku, ikifika tarehe ishirini na tisa tunajua jukumu lilopo ni kwenda kupiga kura, na naamasisha na wenzangu wote tuendeni tukapiga kura. Tuachane na historia za mitandaoni. ah, wanataka kuandamana, wanataka kuleta hatari ya kuvunja amani, na sisi amani tumeizoea mwaka wa sitini na sasa. Kwa nini tusikubali na amani tulionayo kuliko kutafuta ambayo tuijui? hmm, eh, tumeangalia Rwanda, Kongo, wenzetu hapo Kenya, maandamano watu wanakufa. Kwa nini tufike huko, sio ni sababu? Twendeni tukapige kura, tuachane na maandamano, twende tukapige kura. Mchague rais anayefaa wabunge anaofaa diwani anayefaa basi, watakawaanguka wajipange tena miaka mingine mitano. Oktoba 29 na Tiki, na hakuna mtanzania anaweza kasubutu kwamba u tufanye maandamano. Maandamano ya nini? Eh, maandamano blaza, hamna chochote cha maandamano. Hiyo ni propaganda ambayo watu wanasema kuna, kutakuwa kuna maandamano. Hakuna maandamano yoyote yanaweza kutokea kwa sababu vijana vijana ndo sisi tumetulia hata mimi mwenyewe ndio umenistua leo kwamba kumbe kuna maandamano. Mtu ambaye yuko madarakani tunamwamini, na serikali yote tunaiamini. Sasa hayo maandamano yanatokea vipi? Oktoba ishirini na tisa tu, mimi na Tiki alfajiri mapema tu. Vijana lazima tuwahamasishe, kwa sababu kuna wengine bado hawaelewi, anakwambia naenda kufanya kitu gani? Ila ile ni haki yako ya kimsingi. Kama nilienda kuku, kupanga foleni kwenda kukata kita, nani kusubiri kitambulisho cha kupigia kura miezi uliopita, kwa nini tarehe ishirini na tisa mimi nisiende kupiga kura? Kura ni wajibu wangu. Mimi ukikataa kwenda kupiga kura umepoteza haki yako ya kimsingi. Na kama una kitambulisho cha kupigia kura, kwa nini umeenda kuchukua alafu leo hii unakataa kwenda, usiende kupiga kura Oktoba ishirini na tisa mimi na tiki